Je, unajua kuwa mtu mmoja wa kawaida, shemasi tu, aliweza kubadilisha historia ya taifa zima? Huyu mtu aliketi kwenye barabara, akisoma maandiko, halafu nguvu ya ajabu ikampeleka mbali zaidi alipojiuliza, hadi Ethiopia. Filipo alizaliwa katika mji wa Bethsaida, mji mdogo wa Galilaya. Alikulia katika familia ya Kiyahudi ambapo shauku ya kumtumikia Mungu ilijenga moyo wake tangu utotoni. Mtoto huyu hakuwa wa kawaida. Alikuwa na tabia ya kuangalia dunia kwa macho ya imani na moyo wa kumsaidia jirani. Wakati wenzia walikuwa wakicheza au kufanya biashara ndogo ndogo, Filipo alikuwa akiangalia maandiko ya Bwana, akisoma maneno ya nabii na kujaribu kuelewa maana ya kila neno. Hii shauku iliweka msingi wa maisha yake ya kiroho. Alipokuwa mkijana, akiwa tayari na moyo wa kumtumikia Mungu, alijiunga na kanisa la kwanza la Kiyahudi. Hapo ndipo alipoanza kufahamiana na mafundisho ya Yesu Kristo, mkombozi wa ulimwengu. Moyo wake ulijawa na mwanga na akawa mfuasi wa dhati wa kanisa. Hata alipopewa jukumu la kuwa shemasi, mtu wa huduma ya ndani ya kanisa, alihisi wito mkubwa wa kumhubiria wengine. Alijua kuwa si ajira ya kawaida tu, bali ni jukumu la uhai wake, kupeleka nuru kwa wale waliokuwa gizani. Siku moja, wakati Filipo akisoma maandiko kando ya barabara ya mto Gashi, malaika wa Bwana alimtuma kwa mpango wa ajabu. Huu ulikuwa wito wa moja kwa moja kutoka Roho Mtakatifu. Filipo angekutana na mtu wa hadhi kubwa, mtu ambaye alitaka kufahamu ukweli wa Mungu lakini hakuelewa maandiko kikamilifu. Mtu huyu alikuwa mtumishi wa Mfalme Kandake wa Ethiopia, akiwa akisoma maandiko ya Nabii Isaya. Hata kwa kuwa alikuwa mfalme wa kifalme, moyo wake ulikuwa na kiu ya kupata ukweli wa Mungu lakini hakupata mwanga hadi Filipo alipotokea. Filipo hakukaa tu, moyo wake ulikuwa umejawa na Roho Mtakatifu, akijua kuwa hatari na mashaka hayana nafasi. Alianza kumuhubiria mtumishi huyo, akimweleza kwa maneno rahisi lakini yenye nyuvu, jinsi Yesu Kristo alivyokuja duniani, jinsi alivyokufa na kufufuka, na mwanga wa wokovu unaopatikana kwa kumwamini. Moyo wa mtumishi ulifunguka, macho yake ya ndani yalitambua ukweli ndipo alipotambua maana ya maneno aliyokuwa akisoma kwa muda mrefu. Roho yake ilijawa na amani na imani mpya, lakini safari haikuishia hapo. Mara moja, nguvu ya ajabu ya Roho Mtakatifu ilimtuma mbali zaidi ya anavyoweza kufikiria. Hakuna ndege, hakuna meli ya kawaida, hakuna gari la kawaida, ni nguvu isiyoonekana iliyoongoza kila hatua ya safari hiyo. Kwa sekunde chache, Filipo alijikuta akiwa mbali kando ya mji mkuu wa Kandake Ethiopia, tayari kuanza huduma ya kushangaza. Huko Ethiopia, Filipo alikutana na mtumishi na mchakato wa ukuaji wa kiroho uliendelea. Filipo alifundisha maandiko kwa hekima, akimweleza mtumishi jinsi ya kuokolewa na Yesu Kristo. Kwa upendo na uvumilivu, alimhubiria mtumishi huyo, akimwongoza kuelewa jinsi maneno ya nabii Isaya yalivyotimia katika Kristo. Moyo wa mtumishi ulijawa na mwanga na hatimaye alikubali kumwamini Yesu na kumtukuza. Hii ilikuwa hatua ya kwanza ya Ukristo kuenea Ethiopia, ni hatua iliyokuwa na matokeo ya milele. Filipo hakusita kumhubiria wengine, alisafiri kwa miji na vijiji, akihubiri, akibolesha na kuunda msingi wa kanisa la Ethiopia. Nchi yote ilianza kuona nuru ya Ukristo, na hata baada ya karne nyingi historia ya Filipo na uongofu wa mtumishi wa Kandake bado inahifadhiwa na kanisa la Ethiopian Orthodox Tewahedo Church ambalo linaendelea kuishi hadi leo. Simulizi la Filipo ni ushahidi wa jinsi Mungu anavyoweza kutumia mtu mmoja wa kawaida kubadilisha historia. Hata shemasi tu, mtu wa kawaida, akipewa nguvu ya Roho Mtakatifu anaweza kuwa chimbuko la nuru isiyoisha. Mtu mmoja akiwa na amini na ushirikiano na Roho Mtakatifu Anaweza kueneza nuru hadi sehemu mbali za dunia akibadilisha mioyo na historia ya mataifa. Na hii ndiyo historia ya Filipo, shemasi wa kawaida aliyechaguliwa na Mungu. Mtu ambaye alijua kuwa maisha yake si kwa ajili yake tu, bali ni kwa ajili ya kupeleka nuru na mwanga wa Yesu Kristo hata mahali palipo mbali sana, Ethiopia. Kwa kweli, Filipo anaonyesha kuwa hatari yoyote, umbali wowote au hali yoyote ya maisha haina nguvu dhidi ya ile inayotokana na wito wa Mungu na nguvu ya Roho Mtakatifu. Mtu mmoja aliyechaguliwa, aliye tayari na aliye mwaminifu, anaweza kuwa chimbuko la mabadiliko yasiyoisha, kama Filipo, shemasi wa kawaida aliyechukuliwa na Roho Mtakatifu hadi Ethiopia. Ikiwa simulizi la Filipo limekutia moyo, subscribe Simulizi za Biblia, like video hii na toa maoni yako. Je, kwa dunia ya leo mtumishi wa Mungu akisafirishwa kwa njia ya Roho Mtakatifu ndani ya sekunde tu akapelekwa nchi kama Marekani kuhubiri injili. Utapata jibu gani kichwani? Weka comment, tujifunze pamoja.